tuko katika ukurasa nambari 16 katika anwani inayosema: kaifa naruddu suala shaitani man khalaqa Allah, ni vipi tutajibu au tutarudisha e, suali la shaitani? <coughs> Anaka hili suali ni baya, linatakiwa lirudishwe. Ni vipi tunarudisha? E, sheria imetupa maelekezo gani kukabiliana na swali hili man khalaqa Allah? Ni limeitwa ni suali la shaitani kwa sababu Sheria haikuturuhusu kudiskasi na kutafa, na kutafakari kwenye masala eh, kuhusu Mwenyezi Mungu Jalla waala isipokuwa yatakikana tuyapokee maelezo ya Mwenyezi Mungu Azza Jalla kuhusiana na sifa zake na majina yake, tuyapokee na tuyaamini. Na tukitaka kutafakari juu ya Mwenyezi Mungu Jalla waala, basi tutafakari juu ya wayatafakaruna fi khalqi samawati wal ardhi. Tafakari juu ya viumbe wake, juu ya uwezo wake katika kuwaumba viumbe wake, na wala tusitafakari kwenye masuali kama haya. Maanake hata sitaki kusema kwenye masuali kama haya man khalaqallah e, mwenye kitabu anasema, idha aljawabu, idha waswasa shaitanu, akitia wasiwasi. Wasiwasi ni fikra mbaya, alwaswasi ni fikra mbaya. Idha waswasa shaitanu liahadikum hadha suali, akitia shaitani kwa mmoja wenu, akitia fikira mbaya shaitani kwa mmoja wenu za suali hili, falyastaidh billahi, na atakehifadhi kwa Mwenyezi Mungu Jalla waala kwa kusema audhu billahi. Qala Allahu taala, Mwenyezi Mungu Azza wajalla amesema katika mafundisho ya jumla, anasema <clears throat> katika mafundisho ya jumla kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasalama atafafanua sasa, kama ambavyo mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alisema salini, lakini haya ni maneno ya jumla, na akataja nyakati za sala pia, ikawa ni kwa maneno ya jumla. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akazitaja na akazipambanua na akaziwekea mipaka, na hiyo sala akaipambanua na akataja rakaa zake na rukuu zake na maneno ya kwevo, ya ya kusema ndani mwe. Kwa hivyo jawabu ya jumla ya Qurani inasema wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun e, pale utakapopatwa kutoka kwa shaitani, na nazghun na wasiwasi na wasiwasa, fikra mbaya, fasta'idh billahi, sema audhu billahi, innahu huwa samiul alim al hakika, Mwenyezi Mungu ni msikivu na ni mjuzi, atakusikia kusikia na anajua kile kilichokupata na atakujibu, innahu huwa samiu al alim. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akafafanua na akaelezea kaifia. Darasa hii itakuwa fupi sana. Waallamana Rasulu, nitasoma kama ilivyo katika kitabu, na ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ku practice hicho kilichosemwa katika Qur'ani cha kujikinga na swali la shaitani kama hili na mfano wake, waallamana allama na rasulu, na ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallama anarudda kaida shaitani, wanakula turudishe vitimbi vya shaitani na tuseme ukipatwa na, na mushkeli huu useme amantu billahi wa rusuli, namba moja. Useme amantu billahi wa rusulihi, yani nimemwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake ee. Alafu useme usome sura hii qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad, yeye ni Allah mmoja wapekee, allahu samad allah ni mwenye kutegemewa asitegemezi. Yeye ni mwenye kutegemewa na viumbe wote na kwa haja zote. lam yalide haku, hakuzaa; walam yulad wala hakuzaliwa; walam yakun lahu kufan ahad, hafanani na chochote. Kwa hivyo sema amantu billahi wa rusulihi, alafu usome sura hii namba tatu, thumma liyatful an yasarihi, ufanye uteme mara tatu. Lugha iliyotumika hapa liyatful, ni kutema vimate vilivyochanganyika na, na hewa kidogo. Kwa mfano mara tatu, an yasarihi walyastaidh min lshaitani, na aseme, namba nne, a'udhu billahi min ashaitani lrajim. Namba tano, waliyantahi na aache hilo, fa inna dhalika yadhhabu anhu, hilo la hilo hiyo fik, fikra ya shaitani itaondoka kwake yeye hadhihi e, khulasat lahadith lsahihat lwarida fi lbukharyi wa muslimu wa ahmada wa abi daud, huu ni mukhtasari wa mafundisho ya hadithi nyingi zilizokuja katika Bukhari na Muslim na Ahmad na Abi Daud. Kwa hivyo anafanyaje e, anasema amantu billahi wa rusulihi, anasoma e, qul huwa llahu kisha anasema, anatema mate kushotoni mara tatu, kisha anasema a'udhu billahi minashaitani rajim. Namba tano, anaachana na jambo hilo, yani anaachana na fikira hiyo e, huo ni muhtasari a, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hilo, hali hiyo itaondoka kutoka kwa shaitani, atamkimbia na hilo swali litaondoka. E, huo ni muhtasari wa maelezo ya e, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafundisho yake katika swala hili. Tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake tukutane katika unwani adhim, ambayo inazungumzia madhara ya shiriki kubwa, kwa unwani inayosema hal yusabibu shirku lakbaru lkhuluda fi nari, je, shiriki kubwa inasababisha mtu kukaa motoni milele? Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.